Kuna mambo mengi watu huyazungumza waziwazi, lakini yapo mambo ambayo hufichwa kimya kimya kwa sababu ni ya ndani sana. Leo tuko hapa kuzungumzia moja ya masomo nyeti lakini muhimu sana katika maisha ya kila siku, namna ya kuelewa wanawake kwa akili, si kwa hisia tu. Watu wengi hudhani wanawajua wanawake kwa sababu wanaishi nao, wanafanya kazi nao, au wanazungumza nao kila siku, lakini ukweli ni huu: Kumjua mwanamke si kusikia anachosema tu, bali kuelewa anachohisi hata anaponyamaza. Ndiyo maana kuna wanaume wazuri kabisa, lakini wanashindwa kudumisha mahusiano. Ndiyo maana kuna migogoro isiyoeleweka, ukimya usio na maelezo, na maumivu yanayorudiarudia bila sababu inayoonekana. Leo kwenye mafunzo haya tutafungua macho yako kwa siri tano muhimu za wanawake ambazo hazifundishwi shuleni, hazizungumzwi wazi mitandaoni, lakini zina athari kubwa sana kwenye mahusiano, mawasiliano, heshima na amani ya akili. Haya si maneno ya kubashiri bali ni uelewa wa kisaikolojia na kimaisha ambao utakusaidia kuelewa sababu ya mabadiliko ya hisia kujua lini usiseme sana na lini usikilize na kujenga uhusiano unaotegemea busara si kulazimishana. Kabla hatujaingia ndani kabisa, na kuomba jambo moja muhimu sana, tafadhali, tena naomba sana sana, bonyeza subscribe ili uendelee kupata mafunzo yenye maana kama haya, na pia itanipa mimi motisha ya kuendelea kupata nguvu ya kuendelea kuandaa maudhui kama haya. Naomba sana subscribe Like kama umeipenda video hii nitashukuru sana na ningependa kwa video hii angalau ifike likes elfu moja. Utakuwa umenipa nguvu mno, asanti sana. Najua umesha subscribe na umelike pia, nashukuru mno. Share ili mafunzo haya yawafikie wengi zaidi. Na sasa niambie, unaangalia video hii ukiwa wapi kwa sasa, toka nchi gani? Andika kwenye comments, na nini ungependa niboreshe zaidi. Tafadhali niandikie. Najali sana maoni yenu marafiki na nitafurahi kuona komenti yako nami nitaijibu papo hapo. Asante sana. Sasa kaa nasi mpaka mwisho kwa sababu siri ya mwisho itabadilisha kabisa namna unavyowaona wanawake. Siri ya kwanza ya wanawake. Mwanamke husikiliza hisia kwanza, si maneno. Hili ndilo kosa kubwa watu wengi hawalielewi. Wanaume wengi hufikiri kuwa, nimesema ukweli kwa nini amekasirika? Nimemweleza vizuri, kwa nini bado haelewi? Lakini kiakili na kisaikolojia, wanawake wengi huchakata mawasiliano kupitia hisia kwanza kisha maneno yanakuja baadaye. Hii haimaanishi hawajui kufikiri. Hapana, inamaanisha hisia ndizo lugha yao ya kwanza ya kuelewa dunia. Mfano wa kisaikolojia, fikiria hali hii. Mwanamume anasema nimechelewa kwa sababu ya kazi. Kwa mwanamume sentensi hii ni taarifa tu, lakini kwa mwanamke, akili yake hujiuliza, alisema kwa sauti dani? Alionyesha kujali au alizungumza kwa baridi? Alinitazama machoni au alikuwa na hasira? alijali nilivyohisi au alijitetea tu? Maneno ni asilimia thelathini, hisia ni asilimia sabini. Ndio maana wakati mwingine ukisema maneno sahihi lakini kwa hisia mbaya, migogoro hutokea. Ukikaa kimya lakini ukaonyesha kujali, amani hutawala. Kwa nini hii ni muhimu sana? Kwa sababu mwanamke anapohisi salama kihisia, basi anafunguka, anasikiliza, anaheshimu anaelewa hata kama hukusema mengi. Lakini akihisi kupuuzwa, kudharau, kutothaminiwa kihisia, hata maneno mazuri kabisa hayana maana kwake. Mfano mwingine wa kisaikolojia, katika tafiti za saikolojia ya mawasiliano, ndiyo wanawake hukumbuka ulivyowafanya wajisikie, si kile ulichosema kwa maneno kamili. Ndiyo maana anaweza kusahau ulisema nini lakini hawezi kusahau ulivyomfanya ajisikie siku hiyo. Hii ndiyo sababu mwanamke anaweza kuwa kimya ghafla, au akasema sawa, lakini ndani yake haipo sawa, au akajitenga bila ugomvi mkubwa. Siyo drama, ni lugha ya kihisia. Funzo la point ya kwanza: usikimbilie kutoa suluhisho kabla ya kuelewa hisia. Sikiliza sauti, uso na mabadiliko ya tabia, wakati mwingine na kuona au na kuelewa. Ni muhimu kuliko ushauri. Heshima ya kihisia hujenga mahusiano zaidi ya hoja kali. Mwanamna mwenye busara si yule anayeshinda hoja, bali anayelinda hisia bila kujipoteza. Tafadhali, kama hii point imekufungua macho, like video. Comment, umejifunza nini kwenye point hii? Comment yako inaweza kuwa msaada kwa wengine. Subscribe Mafunzo TV ili mzidi kunipa nguvu ya kuendelea mbele, tafadhali. Sasa tuendelee na pointi ya pili, siri ya pili ya wanawake: mwanamke huchunguza matendo kuliko maneno. Hii ni siri ambayo wanaume wengi hawaiwezi. Wanadhani nimesema nampenda basi inatosha, lakini kwa mwanamke, maneno ni mwanzo tu, matendo ndiyo uthibitisho. Kisaikolojia cha siri hii Kipsaikolojia, akili ya mwanamke huhifadhi kumbukumbu za matendo, hulinganisha maneno na vitendo, hutafuta uthabiti. Ndio maana mwanamke anaweza kutabasamu ukiongea vizuri, lakini moyoni bado hajakuamini kwa sababu bado. Je, unachosema kinaendana na unachofanya? Mfano wa maisha halisi: mwanaume anasema ni muhimu sana kwangu, lakini hapigi simu, hajui hali yake, haonekani wakati wa shida. Kisaikolojia, ujumbe unaofika kwa mwanamke ni maneno yako hayana uzito, siko muhimu kama unavyosema. Ndiyo maana wanawake wengi husema usiniambie nionyeshe. Kisaikolojia cha consistency katika saikolojia ya mahusiano uthabiti consistency hujenga imani, kutotabirika huvunja imani. Mtu anayebadilika sana, leo yupo, kesho hayupo, leo anajali, kesho hajali, huyo humchanganya mwanamke kisaikolojia, na hatimaye humchosha kihisia. Hii ni muhimu sana. Anaacha kuuliza, anaacha kulalamika, anaanza kujijali yeye peke yake. Anacheka lakini hayupo ndani. Hapo maneno yako hayawezi tena kurekebisha kila kitu, kwa sababu tayari matendo yako yalizungumza kwa niaba yako. Jinsi ya kujenga uaminifu kwa matendo: fanya kile unachosema. Kuwa uthabiti hata kwenye mambo madogo. Usiahidi mambo usiyoweza kuyatekeleza. Heshimu muda hisia na mipaka. Kumbuka, matendo madogo ya mara kwa mara ni bora kuliko maneno makubwa ya mara moja. Funzo kubwa la point hii: mwanamke hasikilizi sana kile unachosema, anatazama kile unachofanya bila wewe kujua. Na mwisho wa siku, matendo yako ndiyo CV yako ya kweli, ndiyo msingi wa heshima, ndiyo chanzo cha kuaminika au kupuuzwa. Kama point hii imekufungua macho, like video hii, comment kwa kile ulichojifunza kwa point hii, nami nitafurahi kuona komenti yako. Sasa tuende kwa point nyingine, lakini kama bado hujasubscribe, tafadhali naomba sana uniunge mkono kwa kubofya kitufe kilichoandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo, utanipa nguvu ya kuendelea kutengeneza maudhui haya na kuendelea kuelimishana kila siku. Sasa tuendelee, point inayofuata. Point ya tatu, uwezo wa kujithamini. Self respect speaks volumes. Heshimu nafsi yako kwanza. Mwanamke huona na kuhisi kama mtu anajithamini kweli. Hii haimaanishi maneno makubwa au mashairi ya mapenzi, bali ni matendo, mipaka na ujasiri wa kujieleza. Akiona mwanaume ana heshima kwa nafsi yake anahisi security, trust na stability. Akiona anaangalia tabia zisizo za heshima, hata maneno mazuri hayawezi kuvuta. Kipsychology, psychology insight. Saikolojia ya mahusiano inasema self respect creates boundaries. Mwanamke ana reida ya value. Akiona mtu ana nguvu ya kudumisha dignity yake anajua hawezi kudarauliwa, anajua hawezi kuingiliwa kihisia, anaweza kuamini, mtu huyu ana kontroli ya maisha yake. Hii inaunda attraction ya asili, si kujaribu kuonyesha kitu. Psychology tip: watu wenye self respect huzingatia actions over words. Kujithamini kunasababisha confidence, na confidence ni silent magnet kwa wanawake. Mfano wa maisha halisi. Mfano moja: mwanaume anajithamini Anaweka mipaka bila kuonekana mkali, anasema hapana bila aibu, anaheshimu muda wake, hisia zake na maamuzi yake. Mwanamke anaona yes, ana nguvu ya ndani, si lazima ajaribu kuonyesha. Mfano wa pili: mwanamme hana self respect, anaendelea kubadilika kwa kila mtu, anakubali tabia zisizomfaa, anajaribu kuonyesha maneno makubwa, lakini moyo wake hauna uthabiti. Mwanamke anahisi no hakuna msingi, hakuna nguvu, hatari ya disappointment. Kwa nini hii ni muhimu? Kujithamini ni foundation ya heshima binafsi. Kuwa na self respect, unapata automatic attraction na credibility. Wakati unaishi kwa self respect, wengine huanza kukuangalia kwa heshima. Matendo yako mipaka na uthabiti wako ni silent communication ya nguvu. Jinsi ya kujenga uwezo huu: weka mipaka bila hasira usikubali tabia zisizofaya kutoka kwa wengine. Thamini muda wako, afya yako na hisia zako. Tenda kwa uthabiti, na maneno na matendo yako yalingane. Kumbuka, heshima binafsi ni msingi wa mvuto wa kweli. Funzo D: mwanamke anahisi self-respect yako bila wewe kusema neno. Ujasiri, mipaka na uthabiti ni attraction ya kweli. Hivyo self respect ni silent power inayovutia kimya kimya. Tafadhali comment, je hii tabia upo nayo au utaanza kuijenga toka sasa? Tafadhali tuambizane kwenye comment, nitafurahi kuona comment yako na nitakujibu au kukushauri. Sasa twende point inayofuata, hii itakushangaza kidogo. Pointi nambari 4 uaminifu, Integrity and Trustworthiness. Uaminifu ni msingi wa kuaminika. Mwanamke anatazama sio tu maneno na matendo yako, bali kuongoza maisha yako kwa uaminifu. Hii ina maana ya kushikilia maadili yako, kuwa thabiti na kuwa mkweli kwa kila hali. Akili ya mwanamke hufuatilia ishara hizi kimya kimya na mtu anayejitenga na uaminifu hukosa nafasi ya kuaminika. Kisa kisaikolojia. Kisaikolojia kinaonyesha kwamba consistency plus honesty equals trust. Mwanamke anaona kama mtu anashikilia thamani zake au anabadilika kulingana na hali au watu waliopo. Akili ya mwanamke hujua kimya kimya. Je, neno lake linaendana na matendo yake? Je, anashikilia maadili yake hata pale hakuna mtu anayeangalia? Je, ninaweza kumtegemea katika hali ngumu? Mfano, mwanaume a anasema anajali, lakini mara nyingi anapita maneno tu bila matendo. Anaahidi mambo lakini hayautekelezi. Terani mwanamke anahisi ukosefu wa uthabiti na hata mjua mtu wa kuaminika. Mwanaume ba maneno yake yanalingana na matendo yake. Kila mara anakabiliana na changamoto kwa heshima, anashikilia ahadi na anashikilia thamani zake. terani mwanamke anaona kuaminika na uthabiti, na anaweza kumtegemea. jinsi ya kujenga uaminifu kisaikolojia: weka maadili yako wazi na usibadilike kulingana na mazingira Hakikisha maneno yako yanalingana na matendo yako. Usiahidi jambo usiloweza kutekeleza. Dhibiti hisia zako ili usiathiri uamuzi wa maadili. Kuwa thabiti hata pale watu wengine hawapo au wanaposhinikiza. Funzo kubwa dairirio: uaminifu hufanya maneno yako kuwa na uzito, matendo yako kuwa ya kuaminika na heshima yako kuwa thabiti. Mwanamke anaona uaminifu kama silaha ya ndani ya kuunda imani. Bila uaminifu, maneno yanapoteza nguvu na matendo yanapoteza uzito. Pointi ya tano: heshima binafsi, ina respect. Heshima ya ndani haianzi kwa wengine, inaanza ndani ya nafsi yako. Mtu anayejithamini ana amani ya ndani, ana nidhamu na ana nguvu ya kweli ya kudhibiti maisha yake. Ukiweka heshima ya kweli ndani yako, kila mtu anayekuzunguka huchukua heshima yako kwa hiari, si kwa shinikizo. Kisaikolojia, kihisia, heshima binafsi inatoa udhibiti wa akili na hisia. Unaepuka kuathiriwa na dharau, kejeli au maneno yasiyo na maana. Matendo yako yanakuwa msafara wa thamani unaoelekeza wengine jinsi ya kushughulikia utu wako. Mfano, fikiria mtu kwenye mkutano wa kazi. Watu wengine wanajaribu kumdharau, kumhama au kumshinikiza. Yeye anakaa kimya kwa muda, kisha anatoa maneno chache yenye uzito mkubwa au anachukua hatua sahihi bila hasira. Matendo yake na utulivu huunda heshima isiyoonekana lakini inayoonekana matokeo yake kwa kila mtu. Hii inafanya wengine kumheshimu bila shaka na hujenga imani isiyovunjika. Funzo: heshima binafsi inaunda msingi wa nguvu yako ya kweli, inakuonyesha thamani yako halisi, huongeza uthabiti wako wa kisaikolojia na hufanya wengine wajiheshimu kwa hiari. Uwepo wa heshima binafsi hubadilisha kila uhusiano mazungumzo na hali yoyote unayoikabili rafiki yangu, tumemaliza siri tano. Kumbuka ukimya, matendo, uthabiti na heshima binafsi ni silaha za nguvu. Ukiishi kulingana na thamani zako, heshima kutoka kwa wengine inakuja kwa hiari, si kwa shinikizo. Sasa napenda kukukumbusha kidogo moja, Subscribe Mafunzo TV ili usikose mafunzo mapya yenye nguvu na mvuto wa kisaikolojia. 2. Like video hii ikiwa umejifunza kitu kipya na cha maana. 3. Share na marafiki zako ili pia waone siri hizi za wanawake na kujenga heshima binafsi. Nne, comment chini unaiangalia video hii ukiwa wapi? nyumbani shuleni au labda kwenye mapumziko yako. Nataka kusikia kutoka kwako, rafiki yangu. Kumbuka, heshima huanzia ndani. Ukiijenga heshima yako binafsi, unaishi kwa uthabiti, amani ya ndani, na kuunda nguvu ya kweli kwenye maisha yako. Tafadhali ni sapoti kwa kusubscribe. Asante sana. God bless you.